Assalamu alaikum. Allughatu larabiya, lugha ya Kiarabu. Ukitaka kusema nimemaliza kuzungumza au nimemaliza kuongea, ukitaka kusema kwa lugha ya Kiarabu utasema faragtu min al-kalam, faragtu min al-kalam, nimemaliza kuzungumza. Na ukitaka kumuuliza mtu, je, umemaliza uzungumza, utamuuliza hal faragta min alkalam, hal faragta min alkalam. Je, umemaliza kuongea au je, umemaliza kuzungumza. Sasa hizi sentensi zako mbili, ukitaka ziwe tamu zaidi, ukitaka ziwe nzuri zaidi, tunaanza na hii sentensi ya kwanza. Badala ya kusema faragtu min alkalam, wewe sema faraghat jabati min alkalam faragat jabati min alkalam, umeisha mfuko wangu wa maneno au mfuko wangu wa maneno umekuwa tupu. Sawa, jaba ina maana ya mfuko, au kwa jina lenyewe kabisa, jaba inaitwa podo. Podo, podo ni ule mfuko ambao wawindaji huwa wana, wana, wanawekea mishale yao, afu wanauvaa unakuwa mgongoni huku. Podo inaitwa podo, sawa kwa hiyo unasema faraghati jabati minalkalam, mfuko wangu wa maneno umekuwa tupu, kwa maana kwamba nimemaliza kuzungumza nimemaliza kuongea, sawa, au sina maneno. Faraghati jabati minalkalam, sina maneno. Kwa hiyo badala ya kusema faraktu minalkalam, haimaanishi ukisema faraktu minalkalam kwamba umekosea, wala haujakosea ila tu sentensi yako ukitaka iwe tamu zaidi, iwe nzuri zaidi, basi sema hivi: faraghat jabati min alkalam, nimemaliza kuzungumza. Na badala ya kusema, badala ya kumuuliza mtu hal faraghta min alkalam, je umemaliza kuongea, muulize hal faraghat jabatuka minalkalam. Hal faraghat jabatuka minalkalam, je mfuko wako wa maneno umeisha Je, umeisha mfuko wako wa maneno au je, imeisha podo yako ya maneno sawa. Kwahiyo ukiwa unamaanisha kwamba, je, umemaliza kuzungumza, je, umemaliza kuongea. Kwahiyo hii sentensi hii inakuwa tamu zaidi kuliko kusema hal faragta min alkalam. Sawa, wewe muulize mtu hal faraghat jabatuka min alkalam, je, umemaliza kuzungumza